Yesu, Yesu alikuwa na dini ndio nauliza. Wakati Yesu yuko no, yeah, duniani alikuwa na dini au hakuwa na dini? Yeye mwenyewe ndio dini, sasa kama yeye mwenyewe ndio dini ni kumaanisha yeye hakuwa na nini? Sa, hakuwa na wajina, nie, ndini. So Yesu akiwa duniani alikuwa na dini? Hapana, lakini Yesu ndio dini. Asante. Oh, so Yesu akiwa duniani hakuwa na dini. Ndio nauliza. Je, Yesu akiwa duniani alikuwa na dini yake sasa? So hakuwa na dini ndio alianzisha. Biblia inatuambiaje 4:1, na umuonyeshe o, katika siku za mwisho. Katika siku za mwisho. Watu wengi watamwasi Kristo. Watu wengi watamwasi Kristo kama huyu uh -huh. watu wengi watamwasi Kristo uh -huh. na dini yake. Ala, kumbe Yesu tunaambiwa na Biblia alikuwa na dini? dini gani hiyo? Uislamu! Hizi ati hii siyo bibilia? Hii ni bibilia. Nani mkristo ako hapo? Akuje angalie hii ni bibilia, angalie hata kwa kamera. Hii ni bibilia, inaitwa Bibilia takatifu ae. Hii ni komentari, nimekusomea katika bibilia takatifu, mi sijaandika, ambayo Yesu alikuwa na dini yake, ambayo dini ya Yesu ilikuwa Uislamu sasa wewe <laughs> dini yake sasa, acha nikuuliza swali, swali utauliza, hakuna shida, utauliza swali ya mwisho, utauliza utauliza kesho lakiso. Kesho njoo mapema saa kumi na nusu, niko hapa inshallah lakiso. Na hapa huwa tunakuja kufunguana akili ili watu waelewe. Sawa, so kesho njoo na maswali yako, andika vizuri. Ambao nyinyi wa Kristo, mi siwalaumu nyinyi, ni innocent, ambao mumepotezwa na wale viongozi wenu, kwa ajili wanataka tu kuvuna kutoka kwenu Awa. na ndiyo naona mwingine mzee wa lika yake anachapwa makofi. Sasa wewe utaendaje kanisa ukachapwa makofi? sasa utaendaji kulala kwa kanisa ah kwani mtu anaweza lala na sleeping sickness mtu anaweza lala akiwa mgonjwa hata kwa msikiti unaweza pata mtu amelala anachukuliwa anaulizwa shida ni gani anapelekwa hospitali sio kuchapwa mtu anaweza kuwa anafanya kazi ya usiku hutuba imerefushwa akalala akasinzia ha hachapwi buka lakini kanisani mnachapa watu ni makosa baba hiyo ni wakati unalala inaweza kuna, kuna roho inakutumia sio unaona sasa sasa huyu anaunga mkono wa Kristo mchapwe na muweke viboko kanisani. <laughs> so tulia we, tulia tulia we. Kueni, kuweni na huruma bana, hiyo ni makosa kuchapa mtu kama huyo. Mtu ameenda kumuomba Mungu, sio kuchapwa eh, alafu ule ni baba wa mtu. Hebu niambie kwanza, watoto wa ule baba wakiona baba yao ati ameenda kuabudu Mungu alafu anachapwa shwari We, utasikiaje babaako akichapwa na ameenda kuabudu Mungu na ni live, na ni na ni live? Tena anawekwa makofi? Hapana, unafaa ujue, labda mtu anaweza gonjeka wakati wowote, mtu anaweza kuwa ako na matatizo fulani, so inafaa unamchukua unamuuliza, shida ni gani, mbona unalala kwa msikiti au kwa kanisa, ndio akueleze, labda mi ni mgonjwa. Kama ni mgonjwa, mnampeleka kwa klinika, hapo anaangaliwa. Sasa we mtu labda mgonjwa, alafu mwekelee makofi akufe? Ama labda mtu ni njaa konayo mtu anaweza kuwa na njaa ndio analala. So hiyo ni makosa na sio vizuri. Ingieni katika Uislamu, dini ya watu wote. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tunashukuru kesho